Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy ameanza kutumikia kifungo cha miaka mitano gerezani baada ya kupatikana na hatia ya kula njama ya kupokea fedha haramu za kufadhili kampeni yake ya urais ya mwaka 2007 kutoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi. Sarkozy, mwenye umri wa miaka sabini, aliwasili katika gereza la Lesante mjini Paris hii leo Oktoba 21 mwaka elfu mbili na ishirini na tano, akisindikizwa na mkewe Carla Bruni na kushangiliwa na wafuasi wake waliokuwa wakiimba wimbo wa taifa la Ufaransa. Kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, Sarkozy alijitetea kuwa ni mwathiriwa wa chuki na visasi vya kisiasa, akisisitiza kuwa anayefungwa leo si rais wa zamani wa Ufaransa bali mtu asiye na hatia. Amekuwa akikanusha vikali tuhuma zinazomkabili akisisitiza kuwa hajawahi kupokea wala kutumia fedha hizo binafsi, ingawa mahakama ilimpata na hatia ya kushirikiana na washirika wake wa karibu kufanikisha mpango huo haramu wa ufadhili. Kwa mujibu wa wakuu wa gereza hilo, Sarkozy atafungwa peke yake kwa sababu za kiusalama. Sebastian Cowell mkuu wa gereza hilo amesema kuwa kiongozi huyo atakuwa na selo yake mwenyewe ambayo ina bafu na ataruhusiwa kutumia uwanja wa mazoezi mara mbili kwa siku akiwa peke yake. Aidha, ataweza kupata television endapo atalipia euro 14 kwa mwezi, na pia ataruhusiwa kuwa na simu. Wakili wake Jean Michael Darois amesema kuwa mteja wake alijiandaa kwa maisha ya gerezani kwa kubeba fulana kadhaa za kujikinga na baridi pamoja na viziba masikio kutokana na kelele zinazoweza kuwepo gerezani. Sarkozy pia ameeleza kuwa alibeba vitabu vitatu, kikiwemo The Count of Monte Cristo, riwaya maarufu inayosimulia maisha mtu, ya mtu aliyefungwa kwa njia ya dhuluma na kupanga kulipiza kisasi dhidi ya walio msaliti. Hii ni mara ya kwanza kwa rais wa zamani wa Ufaransa kufungwa tangu Marsha Philipin, kiongozi wa serikali ya Vichy aliyekuwa na mfungamano wa utawala wa kinazi kufungwa baada ya vita vya pili vya dunia. Hukumu hii inakuja baada ya miaka mingi ya mvutano wa kisheria kuhusu tuhuma A kwa timu ya kampeni ya Sarkozy ilipokea mamilioni ya yuro kutoka kwa utawala wa Gaddafi, jambo lilopigwa marufuku na sheria za uchaguzi za Ufaransa. Ingawa Sarkozy hakupatikana na hatia ya kupokea fedha hizo binafsi, mahakama ilimkuta na hatia ya kushiriki kwenye njama ya maksudi ya kufadhili kampeni yake kwa njia isiyo halali. Amekata rufaa dhidi ya hukumu hiyo, lakini kwa mujibu wa sheria za Ufaransa anatakiwa kuanza kutumikia kifungo chake akisubiri uamuzi wa rufaa. Hukumu hiyo imezua hisia tofauti nchini Ufaransa. Kulingana na uchunguzi wa maoni ya wananchi, asilimia 58 ya Ufaransa wa wanaamini kuwa hukumu hiyo haikuathiriwa na upendeleo wowote wa kisiasa, huku asilimia 61 wakiunga mkono uamuzi wa, wa kumpeleka jela mara moja bila kusubiri uamuzi wa, wa mahakama ya rufaa. Rais Emmanuel Macron ambaye ana uhusiano mzuri na Sarkozy pamoja na mkewe Carla Bruni alikutana na Sarkozy kabla ya kuanza kutumikia kifungo chake. Waziri wa sheria wa Ufaransa Gerard Damamin ambaye pia ana uhusiano wa karibu na Sarkozy ametangaza kuwa atamtembelea rais huyo wa zamani akiwa gerezani. Hukumu hii imeibua mjadala la mpana nchini Ufaransa kuhusu uwajibikaji wa viongozi wa juu wa serikali na athari